Ili vyama hivi viweze kuifuata na kuepusha eh, ajali mbalimbali zizo kutokea katika siasa. Lakini pia vyama vinapaswa vimesaini hizi kanuni kutotumia viongozi wa dini au eh, nyumba za ibada kufanya kampeni. Tunafahamu kwamba katika nyumba za ibada ndiko watu wengi huwepo, na ndiyo mtaji mkubwa sana wa mwanasiasa yoyote yule, kwamba mahali pale panapokuwa na watu ndio hapo panapokuwa na kura. Na sasa viongozi wa siasa vyama vya siasa wame, wanapaswa kutekeleza e, kanuni hii ya kuto kutumia viongozi wa dini, nyumba za ibada kufanya kampeni. Wengine watawalika viongozi wa dini katika kampeni zao wakianza wakisema kwamba tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Nafahamu kwamba kanuni hizi zimekuja kwa kama mbadala wa kanuni zingine zote zilizopita. Mwaka 2020, mwaka 2025 tumeona namna ambavyo kulikuwa na ajali mbalimbali za kisiasa. Viongozi mbalimbali wa kidini walikuwepo moja kwa moja kuwaombea watu kura. Lakini pia watu mbalimbali mbali waliweza kufika katika nyumba za ibada na kuweza kuomba kura huko. Sasa, tume ya uchaguzi imeweza kuangalia makosa yale ambayo yamefanyika nyuma na kuja na kanuni mpya ambazo zitasaidia sasa kuendesha uchaguzi wa mwaka huu 2025. Kuna watu huwa wana tabia moja mbaya sana. Wakati wa kampeni, usije ukajichanganya na ukaonekana una